Mara ghafla umeingia kwenye whatsapp yako, unashangaa umeungwa kwenye magrupu ambayo hata wewe huyahitaji. Labda ni magrupu ya michango ya harusi au misiba au me, magrupu yoyote yale. Sasa unajikuta umeungwa kwenye hayo magrupu na wewe hujataka wala hujapenda. Sasa leo nataka nikuweke uwanja namna ambavyo unaweza ukazuia watu wasikuad kwenye magrupu unless wewe ukubali, yani mpaka utumie request ya kujoin kwenye group ndio wewe mwenyewe uamue kwenye, grupu, mwenye kwenye grupu, lakini sio wanakuad bila ridhaa yako. Sasa hii ndio namna ya kufanya hiyo setting kwenye whatsapp yako. Kitu cha kwanza, mzao utaingia kwenye WhatsApp. Kwa hiyo mzao utaenda kwenye setting. Then kwenye setting kuna sehemu imeandikwa privacy. Utaenda kwenye privacy, kuna sehemu imeandikwa groups hapa. Mimi nimechagua mtu ambaye anaweza kaniad kwenye group ni mtu ambaye nina namba yake tu. Lakini wewe unaweza kaamua uh, uh, everyone au uh, my contact except unachagua. Kwa hiyo mimi hapa nimechagua mtu ambaye anaweza kaniad kwenye group ni mtu ambaye nimesave namba yake. Kwa hiyo hata wewe unaweza kaweka hii hapa option na mwisho wa siku sio kila mtu ataweza kukuadd kwenye magroup. As I told you guys, privacy ni kitu cha msingi sana. Sasa wewe wakianza kukuadd kwenye ambayo wewe huyahitaji wala hautaki kuwepo, mwisho wa siku unaanza kuleft, unaonekana jao. So guys, hii njia itakusaidia wewe kuhakikisha una login kwenye magrupu ambayo unayahitaji. So guys, for tech news like this, hakikisha umefollow page hii ili uendelee kupata maneno kuntu, vitu kuntu kutoka kwetu. Thank you na nimemaliza.